Okay, hello everyone, naitwa Jennifer Nation, market manager. Leo nitaenda kuongelea kipengele cha brokers and account management. Tukiongelea brokers, tunaongelea the interaction between retail traders pamoja na financial markets kuna vitu ambavyo vinatakiwa kukonsida ukiwa una select your broker. Cha kwanza ni registration na license, kwamba your broker anatakiwa awe na leseni inayotambulika pamoja na sheria ambazo zitakuwa zimefatwa. Pia kuna trading platforms and tools offered, yaani availability ya vile vitu ambavyo vinatumika katika trading platform yake. Na pia tukiwa tunaongelea kitu kingine cha kukonsida, kuna customer support and services, kwamba broker wako anatakiwa awe responsible kwa ajili yako, yaani awepo, kiasi kwamba ukihitaji huduma yoyote, ukimpigia simu, kwamba kuna kitu ambacho nakiona kwenye tuli yako hakiendi sawa, yeye awepo available kwa ajili yako. Pia kitu kingine cha kukonsida, kuna spreads commission and fees. Hapa tunaongelea kwamba sehemu ya entry yako isiwe tofauti sana na pale ambapo wewe ulikuwa unatarajia kuingia. Alafu pia tukiangalia, tukiongelea mambo ya commissions and fees kila account ukiofungua kwa broker kuna makato. Kwa hiyo unatakiwa uangalie kwamba broker wako yeye services zake na fees zake zikoje, kwamba hazitakiwi kuzidi sana na kitu ambacho wewe unakiexpect. Mfano, account yako ina dola 250 akwambie hamsini kwamba unatakiwa uchukue dola mia moja and then dola mia moja hamsini ni yake. Hicho ni kitu ambacho inakuwa it's not fair. Nikiachana na hizi factors ambazo zinatakiwa kuwa considered kwenye kuchoose au ku select your broker, pia kuna opening of accounts. Kuna steps ambazo zinafuatwa ukiwa unafungua account yako kwa broker. Cha kwanza, kuna online registration katika website ya broker wako Alafu kitu cha pili kuna ku provide necessary identification documents, yani vitu vya muhimu, documents za muhimu. Mfano unakuta kuna vitambulisho maybe passport na vitu kama hivyo. Alafu pia kuna kiasi cha hela ambacho unatakiwa uingize kwenye akaunti yako. Kwa hiyo kuna vitu vitatu ambavyo una vikonsida, cha kwanza ni registration process, alafu kujia identification of documents, alafu pia na funds to your accounts. Pia kuna kipengele kingine cha verifying of accounts kwamba akaunti yako kuwa verified unatakiwa kuwa na proof of identity ambapo hapo ndo tunaongelea passport, ID card, alafu pia kuna proof of an address ambapo kuna bank statements, pia kuna kuwa kuna additional documents zinazo kuwa required na broka kulingana na regulations zake. Ni hivyo tu. Tukutane tena kwenye lecture inayofuata.